Na kuna step ya hii inaitwaje? Hii kilisumbua, na ngoja sasa hivi, hii inaitwaje? Ha, kwa Kiswahili inaitwaje hii? Ha, Mwanyamu, mwini, si na mnasoma bado, hakuja sahau. Si huwa mtu ameandikwa pale na kuna hizo na nini. Nasema, hii inaitwaje? Ha? Tafi, tafi ama ni mulundi. Ni ah, mulindi mulumbi. Eh, hiyo ni mulumbi. Sasa skati inafaa ifike kwa mulundi. <totipa> Unasikia? Eh, kitenge chako kipige kwa mulundi. Wewe inafika kwa mulundi mfika kwa parna, kwa mlungi hey. Kama imekataa upatie mwingine, ametamfika kwa lungi okay. <tipos> Na wanaume pia nao usivae nguo ikumbane mpaka hizohizo badafu zako. <tipos> E well, nao pia nakilema eh.